Ni swali zuri sana Elkana, lakini inategemeana na aina ya content ambayo unatengeneza. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini content creator wengi wa Tanzania wanatengeneza content za udaku, habari na vitu ambavyo ni trending? Hiyo yote ni kwa sababu hizo ndo content ambazo zinafuatiliwa. Lakini bahati mbaya ni kwamba hizo content sio evergreen, sio content ambazo zinaishi kwa muda mrefu. Kama unataka kutengeneza content ambazo zinaishi, evergreen content, content za kuleta mabadiliko kwenye jamii, za kuelimisha watu za kuwatoa watu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na kuhakikishia hakuna pesa kupitia YouTube au njia nyingine ya moja kwa moja. Otherwise, tafuta njia nyingine ya kumonetize content hizo, ila kama nataka kutengeneza pesa ya moja kwa moja kupitia content yenyewe, kwa mfano ulipwe na YouTube au mitandao mingine kama Facebook na TikTok, basi jikite kwenye content ambazo zinapendwa na watu au Watanzania. Watanzania wengi wanapenda content za udaku, wanapenda content ambazo sio content za kuelimisha zaidi. Ukifanya content hizo kuna uwezekano utapata pesa. Ndio maana media nyingi unaona kila siku wana upload content kwa sababu wanatengeneza pesa, lakini kama nataka kutengeneza content kama ambazo sisi tunatengeneza content za kuelimisha kuhusiana na vitu ambavyo sio vya entertainment utachelewa, tafuta namna nyingine ya kumonetize hiyo content ili ilete pesa, usitegemee YouTube au platform ikulipe kupitia content ni ushauri mgumu ambao ningependa kuwapa wote ambao wanatazama video hii kwa sababu watu wengi sana wanakuwa scammed au wanaambiwa tu, kwamba watu wengi wamekuwa wakiamini tu kwamba kupitia content unatengeneza pesa. Ni lazima uwe makini, ni content gani unatengeneza. Follow for more, follow for more. Jina langu ni Joel Kadaga kutoka Joel Media.